Kwa hiyo sisi kama chama mpaka sasa tumekuwa hatutoi matamko rasmi kwa sababu hatuna sheria maalum ambayo inasimamia utoaji wa matamko hayo. Ndio maana mpaka sasa tumeona tuje kuleta ombi letu kwa ajili ya serikali ili iweze kutupatia baraza ambalo litasimamia taaluma hii ya lishe. Kwa hiyo kwa nini tunaomba baraza? Kuna umuhimu wa kuwepo kwa baraza hili. Baraza la wanataaluma wa lishe litakapokuwepo, kwanza kabisa, litasaidia kuboresha utoaji wa huduma. Baraza litakuwa linawasimamia watoa huduma, na likiwasimamia watoa huduma litahusisha usajili pamoja na utoaji wa leseni. Baraza litakuwa linadhibiti taarifa zozote zinazohusiana na lishe, kama nilivyosema hapo awali kwamba kumekuwa na taarifa nyingi ambazo zinapotosha jamii. Kwa sasa tunaona kwamba jamii na sasa hivi uelewa wa masuala ya lishe umezidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo tunatamani jamii iweze kupata taarifa sahihi. Hali ya lishe ilivyo nchini sasa hivi, ukiangalia takwimu za, za Tanzania Nutritional National Survey zilizofanyika 2018, zinaonyesha mfano masuala ya uzito mkubwa na unene, asilimia 32 ya Watanzania ni, ni wanene. Mfano katika kila Watanzania kumi watatu wanakuwa na uzito mkubwa ama unene. Alafu kwenye ishu ya magonjwa sio ya kuambukiza tunaona takwimu za Tanzania Demographic Health Survey za 2022 zinasema karibia asilimia 34 za vifo ambavyo vinatokea kwa watu Tanzania zinasababishwa na magonjwa yasiyo ya ya kuambukiza ambayo ikiongozwa na magonjwa ya hypertension pressure. Pressure inaongoza kwa asilimia 26 ikisababisha vifo.